Sisi tumeipokea tume kwa hamasa kubwa, kwa sababu na sisi ni waanga wa uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo kuwepo kwa nishati safi na nishati mbadala tunaanza kuiona ile, ile swala la utunzaji wa mazingira ukiendelea kupewa kipaumbele kwanza e, kwa sababu nishati hii mbadala haiharibu mazingira e, kama ambavyo nishati zingine zinafanya, lakini hakuna utoaji mkubwa wa gesi chafu inayochangia e, mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia upunguza uharibifu wa ardhi, ukataji wa miti na e, uchafuzi wa maji unaosababishwa na uchimbaji wa makaa na makaa ya mawe. Lakini manufaa mengine, nishati hii ina gharama nafuu kutokana na uwekezaji uliofanyika. Gharama za mwanzo ndio zinaweza zikawa shida, kupata majiko kupata nini, lakini ukisha maliza hizo vitu vingine vile vina, vya uendelevu vinakuwa rahisi kwa sababu upatikanaji wa mkaa wenyewe ule unakuwa ni wa bei ya chini yeah. Lakini pia ni ajira mpya na fursa. Kwa mfano, wakipatikana mawakala kwenye maeneo mengi ambako wanaweza wakachukua makaa haya wakayauza waka, waka, waka, basi ni fursa nyingine ya ajira kwa, kwa watu wetu. Lakini ukiacha hilo pia kuna ufuataji wa mikataba ya kimataifa katika utunzaji wa mazingira, kwa sababu uwepo wa kiwanda hiki husaidia pia eh, nchi kutimiza zile ahadi za kimataifa. Kuna hiyo Paris Agreement ambayo inalenga kupunguza ongezeko la, la, la, la, la, la, la joto duniani.